Kwa majina naitwa mwalimu Habibu Majidi Kikula, ni mwalimu katika shule ya sekondari Budarabujiga iliyopo Itilima, mkoa mkoani Simiyu. Kwanza kabisa napenda kuanza kuzungumza kwa kumpongeza Rais wa awamu ya sita mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea miradi mingi ya maendeleo Itilima. Ametuletea madarasa Barabara zinarekebishwa na maisha yanakuwa rahisi, lakini kikubwa nataka kumpongeza kwa kutuletea mradi wa maji wa ziwa Victoria, maji safi yasiyokuwa na chumvi ambayo ni maji mengi. Tunaamini mradi huu ukikamilika, utaturahisishia sana utekelezaji wa majukumu yetu sisi walimu, hasa katika usafi, lakini pia kuanzisha miradi kama bustani ambayo miradi hiyo inaweza kutuongezea kipato katika shule na hivyo kufanya maisha ya shule na wanafunzi yawe rahisi, hivyo pia kutuongezea uwezekano wa kupata matokeo makubwa. Aa, vile vile napenda kuipongeza Wizara ya Maji chini ya Waziri ya Wesu kwa kusimamia vizuri michakato yote ya maji. Tunaona mradi huu unaenda kwa kasi sana na kwa kasi hii tunajua utakamilika mapema, na utakapokamilika sasa, ndio haya mafaida yote naomba niyaite mafaida yote sisi wakazi wa Itilima pamoja na mkoa mzima wa Simiyu tutafaidika nayo. Na heshima hii ni kwa waziri Wizara ya Maji, tunajua ni washauri wazuri sana wa rais, ndio maana mradi huu umefika kwetu.